Siri ya wimbo amenitendea ni kwamba mimi sikuwa mtu ambaye nilikuwa nina ndoto kusema siku moja nitakuwa mwimbaji, sio tu mwimbaji, bali mwimbaji wa nyimbo za injili mm -hmm, lakini Mungu akanipa neema, akaona ninafaa, akanipatia nafasi nikiwa sijui chochote mm -hmm. Na wakati sijui chochote bado, Mungu alinitia nguvu ya kuendelea kuwa mwimbaji, siku zinazidi kwenda, zinazidi kusogea nikaona Mungu ananipa hatua kubwa zaidi mpaka kwenye live recording. Nikasema hakika Bwana amenitendea. oh, wow. Bwana amenitendea anaendelea kunitendea, amefanya jambo kubwa sana kwenye maisha yangu. Naomba nizungumzie kwenye upande tu wa uimbaji, namna Mungu alivyonitendea. Hii ndo siri, iko hapa, amenitendea kitu ambacho sikutarajia. Hapa ninazungumza na umma unaonitazama, napenda niongee ukweli kutoka ndani ya moyo ilikuwa ni mwezi wa nane, mm -hmm. kama sikosei, nilimtumia Goodluck Gozbert message, I think hata kwenye simu yangu itakuwepo. mm -hmm. Nilimwambia mtumishi nimeota kitu fulani, na niseme tu kwenye safari ya huduma yangu, mimi ulihusika kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mara ya kwanza naanza kuimba, mtu ambaye nilikufuata ulikuwa ni wewe ukanielekeza namna ya kupiga picha nzuri, ukanielekeza baadhi ya vitu. Hakika ninaikumbuka sadaka yako, na Mungu akukumbuke. Kama Goodluck atanitazama au atabahatika kuona hiki, atathibitisha hilo, kama hajafuta message kwenye simu. Na alinijibu amina, ila nilimtumia na sikutuma tu from nowhere, kuna kitu Mungu alinisemesha kwa habari ya maisha yake, kao nikatuma ile kama kupushi kile ambacho nilitamani kuona, mtu yuko salama alivyosema. Amina, na mimi nikambariki Mungu, nikamwambia Mungu asante, huyu mtu anaendelea vizuri. Imani inaanza kwa kusikia uh -huh. Alafu then ndo ina, inaanza kwa kusikia, sio kwa kuona. Kama tungeona tusingeamini, we believe first uh -huh. Alafu then tunakuja kuona matokeo baada ya kuamini, ndo tunaona kwamba yes, niliamini nitapiga hatua, na then baadaye unaiona hatua na hiyo hatua wa imedhihirika. So mimi naamini kwenye hilo zaidi kuliko ni mm -hmm. kusema msemo wa wanadamu ninaamini uh -huh. kwenye neno la Mungu kwamba chochote Mungu alichokipanga, kijapokawia, kingoje kitatimia. So, wahenga, wahenga wamepita kwenye neno la Mungu, ndio maana mi nimekazia kwenye neno la Mungu sababu mimi, saba, mimi sio muhenga okay. Mimi ni mtumishi wa Bwana.